Umewahi kujiuliza peponi panaonekanaje? Casey Hamlin swiswisubasi, niko karibu kukuonyesha hii. Ndio bahia de los angeles, hazina iliyofichwa kwenye pwani ya Baja California. Safari ya kuja hapa yenyewe ni kama tukio. Ni wewe na barabara, meli za jangwa, kama vile unaenda mwisho wa dunia, lakini kwa njia nzuri. Hakuna hoteli za kifahari, hakuna umati umati wa watu. Ni jangwa lisilo na mwisho na guba inayojitokeza ghafla, kama oasis. Hapa sauti pekee utakazosikia ni minong'ono ya mawimbi, nyimbo za ndege na utulivu unaotuliza roho. Hapa ni mahali pa kweli pa kupumzika kwa wale wanaotafuta amani. Sahau simu yako ya mkononi. Kwenda mtandao ni dhaifu lakini utajisikia umeunganishwa na asili kuliko hapo awali. Ni kama maisha yanakupa detox ya kidijitali. unajua? Anasa halisi hapa ni hema kwenye mchanga. Angalenye nyota na ufukwe wako binafsi, ni kama una kipande cha peponi chako mwenyewe. Muda hapa huenda polepole pole. Jua huamwa ndondo wa siku, unaamka na jua, unachunguza na kupumzika mpaka anga litakapogeuka rangi ya dhahabu na zambarau. Huu ni mtazamo tunaoshukuru kushuhudia. Hakuna haraka, hakuna mipango, furahia tu uhuru katika mojawapo ya maeneo mazuri zaidi duniani. Hii ni asili safi katika mdundo wa maisha. Bahia de los Angeles ni ukumbusho wa jinsi dunia ingeweza kuonekana kama ingeachwa bila kuguswa. Uba imetawaliwa na visiwa vya miamba na kuzungukwa na milima mikubwa ya jangwa. Ni pana lakini ina karibisha. Unajisikia mdogo mbele ya ukubwa huu, lakini wakati huo huo unajisikia nyumbani. Hii ni hisia ya kipekee. Hii ni lulu iliyofichwa, ina wasubiri wale walio tayari kwa tukio

kwa wakati moja uko katikati ya saa kaktasi na wakati mingine unajisikia kama uko peponi karibu na bahari. Ni kama saa vile mlima unavyo kutana na ufuo, lakini nini hii wa kigeni zaidi baga jikati, yes jangwa na bahari ni wakichawi. Joto la jangwa lina changanika na upepo safi wa bahari. Unapotembea ufukweni, unaona milima ya jangwa upande moja na mawimbi laini upande mwingine. Machanga ni laini ni na majini safi sana, unaweza kuona ulimwengu mzima wa chini ya maji, ni kama ufuo katika sehemu isiyotarajiwa, lakini na viumbe vingi zaidi vya baharini. Huu si ufuo tu, ni mahali ambapo dunia mbili tofauti hukutana na kuishi. Nuru hubadilisha mandhari, machweo ya dhahabu, mhana wa bulu iliyokolea na vivuli vya rangi vya machweo. Kila siku anga hujaa rangi nyekundu na nuru hii wakisi katika maji tulivu ya ghuba. Huwezi kuchoka na mwonekano huu na hii ndio uzuri wa Bahia de los Angeles. Mahali ambapo jangwa na bahari hukutana na kuwa kitu kimoja. Je, unajua kwamba Jacques Cousteau aliita bahari ya Cortez, aquarium ya dunia? Bahia de los Angeles uh, ndio uh, lulu inayong'aa zaidi uh, uh, uh, uh, uh, katika aquarium hii. Bahia hii ni uh, mahali maalum pa makazi kwa viumbe wa bahari. Hapa papa, nyangumi, viumbe wakubwa sana wa bahari, huogelea kwa amani. Kuogelea nao ni tukio lisilo sahaulika maisha. Makundi ya pombo wapita kaya na boti, karibu kama kwenye mbio. Furaha ya uhutuburudisha, kana kwamba ni watoto wacheshi. Kasa wa bahari huibuka juu ya maji kuchukua hewa na simba wa bahari hupumzika kwenye visiwa

Utajiri wa asili ambao Kusto aliuona zamani umesalia hapa bila kubadilika. Muda tunaotumia majini utata na tunaotumia majini huturuhusu kulewa utata na uzuri wa asili. Ni kama saa ya asili. Nina hakika kwamba bahari hii haina tajiri itakugusa sana. Bahia de los Angeles ni mahali ambapo maajabu mengi yamefichwa chini ya uso wa maji, ni kama hazina iliyohifadhiwa vizuri. Hapa ni mahali pasipoguswa, safi na pasilosahaulika. Ni lulu ya taji halisi. Hii ndio aquarium nzuri zaidi duniani bila kuta za kiu. Eh, visiwa hapa ni kama kazi za sana Pori ni na hazijaguswa. Kana kwamba ikinda muda hau jawahi kubigusa. Kisiwa cha Angel de la Guarda kinalinda ghuba. Kwa hivyo maji hapa tse si huwa tulivu na safi kabisa. Ukiangalia angalia kutoka juu, visiwa hivi vinaonekana kama mawe unayoweza kurukia kwenye turubai kubwa ya bluu. Poni yenyewe ikiwa na guba zake za rangi ya samawati na mifereji mirefu. Ni kama kazi ya sanaa iliundwa na maumbile. Jua linapochomoza, mandhari haya huishi. Milima hupata rangi ya dhahabu na maji huangaza kwa rangi ya waridi na machungwa. Jua linapozama, anga hupasuka kwa rangi angavu na huwa huakisi uzuri huu wa kichawi. Visiwa huacha vivuli virefu vikiongeza munguso wa drama na kina kwenye mandhari yote. Ukiwa umesimama ufukweni, unaweza kufurahia onyesho la ajabu la mwanga na rangi kila siku. Huu ni mahali ambapo wakati huenda polepole pole, karibu kama kutafakari, hukuruhusu kuhisi uzuri rahisi wa ulimwengu. Hapa kila siku huanza na kuisha kwa mshangao. Bahia de los Angeles. Ni kama picha hei ya maumbile. Bahia de los Angeles siyo moja wapo ya sehemu zile za kifahari unazozipata kila mahali, ni hazina iliyofichwa ikisubiri kugunduliwa na watu wengi zaidi. Hapa utapata hoteli kubwa au umati wa watalii, ni mamia ya kilomita za fukwe tupu na utulivu mwingi. Ni kama kuna fukwe wako binafsi katikati ya Meksiko, Ukizungukwa na milima na jangwa, unaweza kutembea kwa masaa bila kuona mtu yeyote. Nani anajua, labda hata utapata ufukwe wako wa siri. Malazi hapa pia ni rahisi. Unaweza kukaa kwenye moteli ya familia, kibanda kidogo, au hata kupiga kambi ufukweni. Ni kama kijiji cha zamani cha wavuvi, lakini chenye ladha halisi ya Mexico. Kupiga kambi hapa ni jambo la kipekee sana. Unalala ukisikiliza sauti ya mawimbi na kuamka najua linapochomoza ni kurudi halisi katika maumbile. Anasa halisi hapa si huduma za kisasa, bali ni uzoefu wenyewe. Muda hapa huenda polepole pole. Ni mahali pa amani na utulivu ambapo unaishi kwa kufuata mdundo wa maumbile. Kama ya tunavyosema, haraka ni adui wa ukamilifu, na hapa amani ndio malkia. Hakuna mitego ya kitalii, ni uhalisi. Tuna nyakati safi badala ya kununua zawadi za kawaida Opa, utapata samaki wa bichi waliouliwa kutoka baharini. Safari ndefu ya kuja hapa imesaidia kuweka mahali hapa bila kuguswa na kutembelewa kidogo. Ni kama kupanda mlima. Safari yenyewe ni tukio. Kwa wale wanaochukua safari hii, thawabu ni paradiso diso isiyoguswa. Thamani ya mahali hapa iko katika machweo mazuri, usiku uliojaa nyota na utulivu mkuu. Ni kama picha hai na yenye kutia moyo. Bahia de los Angeles imehifadhi roho yake. Inabaki rahisi, inayoweza kufikiwa, na halisi.

unaweza kupata kitu chake hapa. Unaweza kuendesha kayak kwenye maji tulivu, kugundua fukwe zilizofichwa, na hata kuwaona simba bahari kwa karibu. Ni kama kutazama ni National Geographic, lakini kwa uhalisia. Na uvuvi hapa ni wa ajabu. Unaweza kuvua samaki kutoka ufukweni au kwenye kayak, kisha wandae chakula chako cha jioni kwenye moto pale pale mahangani. Huu ni uzoefu wa kutoka baharini hadi na kuna samaki wa safi kila wakati. Ingia kwenye maji safi kabisa na ugundue miamba ya matumbawe yenye rangi rangi. Unaweza hata kupata kasa wa bahari. Ni ulimwengu wa chini ya maji neni wa ajabu kabisa. Shughuli zote hapa zimeunganishwa na asili. Ni rahisi halisi na hazisahauliki. Ni kama kutumia siku mashambani, lakini na upepo safi wa bahari. Usiku unapoingia onyesho halisi linaanza. Hakuna uchafuzi wa mwanga hapa, kwa hivyo nyota huangaza kweli kweli. Njia ya Maziwa inatanda juu yako na nyota zinazodondoka huvuka anga. Huu ni anga la usiku la kichawi na ni jambo la pekee sana. ka karibu na moto ufukweni na uangalie ulimwengu. Utajisikia ndogo lakini umeunganishwa na kila kitu. Huu ni wakati wa amani, ni kama moja ya sehemu hizo za asili za kujificha. Wakati hapa huenda polepole. Jua, bahari, nyota na utulivu. Matukio hapa si burudani tu, ni uzoefu. Furahia asili kwa moyo wako wote, kila wakati utakukumbusha uzuri wa asili usihu. Uh, nendio uzuri wa Bahia de los Angeles. Hapa asili ni yako, ichunguzie kwa njia yako mwenyewe. Bahia de los Angeles hapa kabisa katikati ya Baja California ni mahali pa amani, asili isiyoguswa na ukarimu. Hiki ni kijiji halisi cha wabubi chenye maduka madogo, migahawa ya familia na jumba la makumbusho rahisi. Ni kama kurudi nyuma katika wakati kwenye kijiji chetu cha zamani, lakini kando ya bahari. Hapa hutapata maduka makubwa au migahawa ya vyakula vya haraka, ni juala jototu na nyakati za amani na utulivu ni kama wakati umesimama kukupa fursa ya kuwa tu chakula hapa ni rahisi na safi sana takos za samaki cheviche na samaki safi wa siku ndio vyakula vikuu kila kitu kimetayarishwa kwa upendo na unyenyekevu kama vile tunavyopenda chikoni kwetu tunathamini viungo safi urahaya lo wako na mandhari ya gubana jaribu ladha halisi za Baja California. Ni kama piknik ya Jumapili, lakini na mandhari ya kupendeza. Lakini mahali hapa sio uzuri wa asili tu. Hapa unaweza kupata amani ya ndani, acha nyuma kila kitu kisicho muhimu. Nafurahia mambo rahisi, tazama jua likichomoza, ogolea, shiriki mlo na marafiki, na tazama nyota angani usiku. Ni kama usiku wa kiangazi kijijini, lakini na ukubwa wa bahari. Ukubwa wa jangwa na bahari utakupa mtazamo mpya, wasiwasi wako utaonekana mdogo kama chembe za mchanga. Bahia de los Angeles ni moyo wa Baja California. Ni mahali ambapo uhuru, msukumo na amani hutawala. Mahali hapa patakuita kukutia moyo na kukubadilisha. Wakati mwingine maeneo magumu kufikia huficha hazina kubwa zaidi. Kama wasemavyo, anayetafuta hupata. Hapa asili halisi ndio anasa kubwa zaidi.